Karibuni tuweze kuadhimisha Dominika ya kwanza ya Kwaresma mwaka A, maandiko matakatifu tuliosomewa na kwa namna ya pekee somo la Injili kutoka Matayo sura ya nne aya ya kwanza hadi ya kumi na moja na kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya ya saba hadi ya tisa na sura ya tatu aya ya kwanza na ya saba yananikumbusha hadithi ambayo baadhi yenu mnaifahamu kuhusu urafiki wa simba na wanyama. Urafiki wa simba na wanyama: simba, fisi na chui walifanya ushirika na mkataba wa kuishi kwa urafiki na mshikamano msituni. Siku moja walikwenda kuwinda, wakapata swala moja, waligawana mafungu matatu na kuyatenga mbalimbali. Simba alisogelea fungu moja akajigamba hivi: hili ni fungu langu, maana mimi ni mrithi halali katika ukoo wa kifalme wa simba na fungu la pili ni langu, kwa sababu ya ubabe wangu katika vita vyote dhidi ya maadui. Fungu la tatu na lazimika nilitwaye kama posho yangu ya kusimamia kikao hiki. Mwisho kunukuu Ukiwa mnyonge, usidanganyike tafadhali, kufanya urafiki na anayekuzidi nguvu. Na mara nyingi anakwenda maneno mengi ya kuvutia wewe, unaiamini mara moja bila kuyatafakari, utaishiwa au utaishia kuliwa jinsi fisi na chui walivyoliwa na wengi wetu wameliwa kwa mtindo huo, wameliwa kwa mtindo huo na wanaendelea kuliwa. Hivyo basi, usifanye mkataba wowote na simba wa nyakati hizi, Freemason. Freemason ni simba, utalii wa rafiki. Usifanye urafiki na wachungaji wa mchongo wanaofanya biashara ya udongo wa mpako maji ya upako, mafuta ya upako, leso na chupi za upako, viboko vya upako, kukanyaga mafuta ya upako, hao ni simba. Usifanye urafiki na upatu, michezo ya kamari Kasino, kubeti, zamani tuisikia Pentagoni, Biodiski, Desi, QNet good morning, puru wote ni simba wala watu. Mnaenda kuinda pamoja, mnagawanya mafungu baadaye, katika kuawanya anachukua yote huko hao simba wamekuja wakafanya mikataba na baadhi yetu, na walalahoi wengi tumeshuhudia na tumeona, presha na sukari zikapanda, wameugua na kufa kama watangulizi wao, wakapoteza pesa zao mali zao na mwishowe wakapoteza maisha yao na kuzikwa. Tuko pamoja? Basi masomo ya leo na hadithi hiyo inakualika usifanye urafiki na shetani. Usifanye urafiki na shetani. Hadithi hiyo ya urafiki wa simba na wanyama ni fundisho na taadhari kwetu kutofanya mkataba na urafiki na shetani. Maandiko Matakatifu yanamlinganisha shetani na simba, yakitupa taadhari yakisema na nukuu: Muwe macho, kesheni. Maana adui yenu ibilisi huzunguka zunguka kama simba angurumaye akitafuta mawindo. Muwe imara katika imani na kumpinga, ntitiwa kwamba ndugu zenu pote duniani wanapatwa na mateso Hayo hayo, mwisho wa kunukuu, kutoka barua ya kwanza ya Mtakatifu Petro Mtume, sura ya tano aya nane hadi ya tisa. Maandiko Matakatifu yanaendelea kusema na nukuu, wala si ajabu, maana hata shetani mwenyewe hujisingizia kuwa malaika wa mwanga. Kwa hiyo si jambo la kushangaza ikiwa na hao watumishi wake, wapambe wake, wanajisingizia kuwa watumishi wa haki. Mwisho wao watapata kile wanachostahili kufatana na matendo yao. Mwisho wa kutoka baro ya pili ya mtati Paulo mtume kwa Wakorinto sura 11 aya 14 kumi na ya 15 na kumi na tano.